Alhamdulillahi Rabbil Alamin, napenda kuwapa taarifa kuhusu kiwaluhaya nyonga uliopo Nyehunge, wilaya ya Sengerema. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kuna bwana mmoja ametoa tofali alfu moja Naam, ametoa tofali alfu moja mwanzo, mwanzo mzuri. Kwa hivyo hii imekuwa ni mwanzo mwanzo mzuri, alhamdulillah Rabbil Alamin. Kwa hiyo na sisi atakiwa tuchangie, kuna mawe pale ya msingi tuchimbe, kuna matofali na simenti za kujengea. Kwa hiyo shime alaikum Waislamu wote wa popote mlipo tuweze popote mlipo tuchangie hili swala, Ramadhani hii ndio tuupeleke msikiti katika hali ambayo ya haraka haraka harakaharaka, inshaallah. Ndugu zangu ni waislamu tuliotangazia kuhusu matofali elfu moja kuhusu msikiti wa Luhala Nyonga, kuna mtu ameshajitolea tofali elfu moja Kwa hiyo sisi tuendeleze michango mingine ili kuendelea na ujenzi ili tumalize msikiti inshallah. Tusichoke, tuendelee ili hawa watu wapate msikiti inshallah. Mwezi huu uwe mwezi wa harakati, tuone tutafikia wapi inshallah. Kwa hiyo msituchoke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.